Kutoka Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, Sura ya kumi na nane Aya ya kwanza hadi ya nane. Yesu aliwaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipe haki na adui yangu naye kwa muda alikataa, halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, anapo ni... nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana asema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hatampatia haki teule wake anaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia, atampatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani?

Ndugu wapendwa katika Kristo, hii ni dominika ya ishirini na tisa ya kawaida katika mwaka C wa Kanisa. Katika dominika hii, kanisa pia linaadhimisha dominika ya Misioni, na hivyo inaitwa Dominika ya Misioni, ambapo kanisa zima linakumbushwa jukumu lake la kutangaza Injili kwa mataifa yote. Kauli mbiu ya misioni mwaka huu ni mnapokea nguvu juu yenu, mtapokea Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Wapendwa, tunaalikwa si kusali tu bila kuchoka, bali pia kuwa vyombo vya sala ushuhuda wa matendo ya kimisionari katika ulimwengu unaohitaji tumaini, matumaini, haki na upendo wa Mungu. Wapendwa, ujumbe mkuu katika Dominika ya Misioni, sisi sote tunaitwa kutangaza neno la Mungu, kutangaza injili ya Mungu mahali pote ulimwenguni, kutangaza neno la Mungu katika kazi zetu, katika makazi yetu na kila mahali ambapo tupo. Somo la Injili ya Luka sura ya 18 aya ya kwanza hadi ya nane inatufundisha kujitoa katika sala <clears throat> bila kukata tamaa kwa mfano wa mama mjane na hakimu asiye haki. Yesu anasema Ijapokuwa simchi Mungu, huyo hakimu anasema kwamba ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa vile mjane huyu anani anaponiudhi anapozidi kunifuatafuata kila siku, nitampatia haki yake. Ndugu mpendwa, mfano huu unatufundisha kuwa sala ya kweli ni ya uvumilivu na imani. Kama yule mjane alipoendelea kudai haki, vivyo hivyo nasi tunapaswa kusali na kuendelea kushuhudia Injili bila kuchoka, hata pale tukutana na vikwazo. Katika muktadha wa kimisionari, sala ni silaha kuu. Ndugu yangu, katika umisionari, sala ni silaha kuu, sala ni silaha kuu. Bila kusali, hauwezi kufika kokote. Sala ndiyo silaha yetu kuu. Misionari wa kweli hufanya kazi yake kwa kusali, kabla ya kuhubiri. Misionari wa kweli anasali kabla ya kwenda kazini, anasali kabla ya kutenda, anasali kabla ya kuanza safari yake, anasali. Kama Musa katika somo la kwanza, mikono yake ilipoinuliwa juu iliashiria sala, ndipo Waisraeli waliposhinda maadui. Wakati mikono ilinuliwa juu, vipo hivyo utume wa kimisionari unategemea sana watu wanaosali. Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, tumeona wote katika somo la kwanza, tumeona kwamba katika vita ile dhidi ya Wamaleki, Musa alikuwa anashinda. Musa alipoinua alipo mikono juu ambapo alikuwa miinua mikono juu alikuwa anashinda. Na hivyo ile mikono yake alikuwa anasaidiwa kuinua juu. Wakaona kwamba akishusha mikono chini anashindwa. Maana yake ni kwamba unaposali unakuwa na nafasi ya kushinda. Lakini ukiacha kusali basi unashindwa. Hata hivyo yule Musa ile mikono hakuinua peke yake. Ile mikono Musa e, aliinua kwa kushikiliwa, walikuwa wanamshikilia mikono ile. Ina maana kwamba sala si kitu binafsi, sala inabidi kusali kwa kushirikiana, kuungana naina jumuiya kusali na jamii. Sala ni kitu cha ja kushirikiana, lazima tusali kwa kushirikiana, tusali pamoja, tuombeane. Musa alikuwa amekaa pale alipoinua mikono peke yake. Baada ya dakika chache mikono ikaishiwa nguvu akashusha chini na akashindwa, lakini wale wasaidizi wake walipomshikilia ile mikono akashinda. Maana kwamba tunapaswa pia kumsaidia hata kiongozi wetu katika kusali, inabidi pia katika kusali mtuombee mapadri pia ili mikono isishuke, inabidi katika kusali pia muombe wa makatekista muombe makatekista muombe viongozi wa Kanisa. Katika kusali pia tuombee viongozi wetu, tunapoombea viongozi wetu, basi hapo tutashinda. Kuombea kiongozi, maanake unamsaidia kuinua mikono, maanake unamsaidia asali vizuri. Pendwa katika Kristo, tumeitwa kuwasaidia viongozi wetu watuombee vizuri. Ndugu yangu katika Kristo, vivyo hivyo, katika utume wetu wa kimisionari tunapaswa kusali, kwa kuwa utume wetu unategemea sala. Sala ndiyo kila kitu katika utume wetu, bila kusali hatuwezi kupanikiwa. Wapendwa, katika dominika hii tunakumbushwa kuwa sisi sote tumeitwa kuwa wamisionari. Wengine wameitwa kuwa wamisionari kwa kutangaza Injili kwa maneno, kuhubiri Injili kama sisi hapa hapa, tunahubiri Injili. Lakini wengine wameitwa kuhubiri Injili kwa matendo. Wengine wameitwa kuhubiri Injili kwa matendo, matendo yetu sisi yaihubiri Injili. wengine kwa msaada wa kifedha au kwa mali kuwasaidia wamisionari walioko mashambani walioko nchi za mbali, kuwasaidia. Wote wadumu katika sala. Wapendwa katika Kristo, Mtakatifu Paulo katika somo la pili anatukumbusha kwamba, anamkumbusha Timotheo, hubiri neno, sisitiza wakati ufaao na usiofaa Karipia, kemea, fariji kwa uvumilivu. Wapendwa, unaona anasema hubiri neno wakati ufaao na wakati usiofaa. Lazima kuhubiri neno wakati unaofaa na wakati usiofaa. Inapokubidi karipia, inapo kulazimu karipia, toa karipio kali kabisa inapokubidi fariji. Napendwa, tumeitwa kuwafariji watu, tumeitwa kuwatia moyo watu. Unaona, kuna watu wengine hawajui kufariji. Na bwana mmoja alienda pale hospitalini kuuguza mgonjwa akasema, eh, eh, eh. hii homa yako hii Hihihi. shangazi alikuwa na homa kama hivi vyakafa Halafu jirani yangu alikuwa anaumwa hivi hivi, naye pia alikufa, na fulani alikuwa eh, eh, eh. eh pole sana lakini, pole tuone, wewe kitatokea nini? Ah, ah. Nini, huko ni kuvunja moyo. Tumzivyo siku hizo, huko ni kuvunja nini? Huko ni kuvunja moyo Wafariji mtu mwambie, hapana, tumuombe Mungu. Mungu wetu ni muweza, Mungu wetu ni mshindi. Mathayo sawa, nasema ombeni nanyi mtapata. Tumuombe Mungu atupatie afya. Mimi naamini kabisa, Mungu akiwaangazia madaktari hawa watampatia mgonjwa wako tiba nzuri, wat, at, at, atapona. Si umesha tibu hapo, sindio jamani? Hmm. Kwa hiyo angalia maneno unaongea kwa mgonjwa unaongea nini? Eh, eh, eh, eh, ani iyo umo utakufa tu wewe, labda tu utuambie ungependa labda ukifa tukuzike wapi? Labda ah mi nakusikiliza, au ah, pengine labda ungependa sanduku lako lula shingapi? Labda mi nadhani kabla hujafa ni vizuri uweze kuandika wosia. Wosia wa nini? Wewe mumpe moyo, mtie moyo mgonjwa, mtie moyo. Tumeitwa kutiana moyo Mfariji, tumeitwa kufarijiana. Watieni moyo, watieni moyo, watu wangu, watieni moyo. Mungu anasema tuwatie moyo watu. Unapomtia moyo mtu anafanikiwa. Mko na watoto nyumbani kwenu, na mna watoto nyumbani kwenu, mtoto mdogo, namwambia, ona ni mtoto hili bicho kama baba yake, ona katakuwa kama malaika, kama malaika kubwa. Hapo unaanza kumuita mtoto hivyo Taratibu mtoto anaanza kujenga akili, mimi ni malaya kama baba yangu na bicho kama la baba yangu, mimi ni malaya, mimi ni malaya, mimi ni malaya. Baadaye mtoto anajijenga kabisa, anaweza kupata roho za umalaya. Yaani, tayari anakuwa tayari ni malaya. Nini? mdomo wa mama. Mama, mtamkie mwanao maneno mazuri, mwanangu unaweza wewe, utakuwa na tabia nzuri mwanangu una tabia nzuri wewe, ona tabia nzuri kama mama Bikira Maria, safi kabisa mwanangu, safi kabisa wewe, we mwaminifu mwanangu, unaweza. Atafanikiwa unapomwambia mtoto wako kwa maneno mazuri, yale maneno yanamjenga, yale maneno yanamjenga, yanamuimarisha. Sasa wamama wa leo wanatukana watoto wao, matusi ya nguoni, wanatukana mbele ya watoto, matusi matusi ya ajabu kabisa. Sasa mtoto asikopi? ana anakopi na kupesti Yesu Kristo. Tumeitwa kuwa wamisionari kwa kuhubiri habari njema kwa watoto wetu, kuwatia moyo watoto wetu. Kuwatia moyo watoto wetu, kuwahamasisha watoto wetu, wetu. Ndugu yangu, tunapaswa kuwa watangazaji wa neno la Mungu kwa ujasiri, bila kuogopa wala kukata tamaa. Wapendwa, mfano wa hakimu unatukumbusha kuwa Mungu si kama hakimu dhalimu, bali yeye ni Baba mwenye huruma anayesikia kilio cha wanyonge, wajane, yatima na maskini. Katika mazingira yetu ya Tanzania mijini na vijijini, katika parokia zetu, kanisa linaitwa kuwa sauti ya watu wasio na nguvu. Wapendwa katika Kristo, sisi ndio wanakanisa wenyewe tunaitwa kuwa sauti ya watu wasio na nguvu, tunaitwa kuwa sauti ya watu wasio na nguvu, sauti ya watu maskini, tunaitwa kuwasaidia maskini, tunaitwa kuungana na maskini, tunaitwa kuungana na watu wanaoteseka. Pendwa katika Kristo, unaona katika Injili, katika matukio yote Yesu alipoona kwamba ameletewa mtuhumiwa, aliungana kumtetea mtuhumiwa. Alikuwa amekaa pale, wakafika wazee, ah, mwalimu, huyu tumemwona anazini. Kwa kawaida watu wa namna hii huwa tunawapiga mawe mpaka anakufa. Wewe unatwambia nini mwalimu? Wakaa akaandika chini, akasema nini, ye ye ye kati yenu ambaye hajawahi kuzini na aya wa kwanza kumpiga mawe huyo. Akaendelea kuandika wakakumbuka dhambi zao, akaanza kutoka kwanzia mkubwa wa kwanza mpaka ya mwisho. Yesu akasema, mama, hakuna aliye kuhukumu? Hakuna bwana. Na wala mimi sikuhukumu, enenda zako, usitende dhambi tena. Sasa leo, watu zushi tu, zushi ya mtu, singizi ya mtu, unaharibu reputation ya mtu, unaharibu sifa nzuri ya mtu. Mm -mm, si hukumu watu. Ukiona mtu wanamsema, watu wanamzodoa mtu fulani, wewe simama na yeye mtetee. Mmenipata, jamani wapendwa katika Kristo? haki huinua taifa, bali dhambi na dhuruma ni aibu kwa watu wote. Mithali sura ya 14 aya ya 34. Ndugu yangu pendwa, wito wa kipekee wa kimisionari katika dominika ya leo, tunapoadhimisha dominika ya misioni. Tujiulize, je, mimi ni shahidi wa Kristo mahali ninapoishi? Yaani wewe maisha yako, naishi mtaani pale, je, wewe ni shahidi wa Kristo? maisha yako nayoishi yanamshuhudia Yesu Kristo? Je, wewe ni mtu wa mfano katika una maisha yako? Je, sala yangu inaniongoza kuwa mwanga kwa wengine? Je, najitoa kusaidia kazi za kimisionari kwa sadaka, sala? Wapendwa, umisionari sio kwa mapadri tu, bali ni wajibu wa kila mbatizwa. Kwa sala, sadaka na ushuhuda wetu, tunakuwa washiriki hai katika utume. Kila Mkristo misionari kwa sababu amekutana na upendo wa Mungu katika Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah, amen.